Sisi kama CHADEMA Dodoma mjini tuko imara kuliko siku zote, hatuyumbishwi wala hatuna tamaa, hatuhitaji kuwa na miemko ya kisiasa. Tumechaguliwa na wanachama, tumeomba kuongoza chama hiki, kukitoa pale kilipo na kuwatoa Tanzania walipo, kuwapeleka kwenye nchi ya amani, nchi ya haki. Kwa hiyo hatujaja kwenye kuomba uongozi huu kwa ajili ya tamaa za uongozi mwingine wa kiserikali, bali tumeomba uongozi, tumeomba uongozi wa kuliongoza taifa hili kwa ajili ya kuikomboa Tanzania yetu. Nikiomba nafasi ya kuwa mwenyekiti wa wilaya nikawa, au kuwa mwenyekiti wa mkoa au mwenyekiti wa kanda, sihitaji fursa zaidi ya kuwakomboa Tanzania kwa hiyo moja ya fursa ya kiongozi wa chama cha kisiasa ni kusimamia haki, kutetea msingi wa Tanzania. Kwa hiyo viongozi ambao mnawasikia wanasema kwamba wanahama CHADEMA sio kwamba wanahama CHADEMA kwenda kutafuta fursa, bali wanahama CHADEMA kwa kutaka vyeo, na hao sisi tunaona sio wenzetu. Tunashukuru sana viongozi wetu wakuu kwa kazi wanayoifanya, wanafanya kazi ya kulikomboa taifa. Nategemea na CCM wao wanaona kwamba chama sasa kimedhamiria na Watanzania wamedhamiria kuitoa CCM madarakani. Watanzania wamekubali kujitoa, Watanzania wamekubali kutetea haki. Wanatoka pamoja na kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika, unyanyasaji mwingi unafanyika, unyimwaji wa viwanja vya kufanyia mkutano unafanyika, lakini Watanzania wako tayari kufanyia mikutano hiyo ufukweni kwa gharama zao ili kuhakikisha no reform, no election vinapamba moto na kuendelea. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawalewana vitu hata mia nne, lakini Watanzania wako milioni 60 na ni zaidi ya milioni 60. Sasa, ni Watanzania wote wanaokwenda bungeni na kama kuwatetea Watanzania ingekuwa ni kwenda bungeni au kwenda halmashauri, kwenye bunge la katiba walikuwepo wabunge wengi sana walioteuliwa. Mliona katiba mpya katiba pendekezwa mpaka sasa imeshindwa. Mliona viongozi wetu wakitoka nje wakivaa vitambaa mdomoni wakitetea haki ya Watanzania lakini chama cha Mapinduzi kupitia kwa watu wake hawakukubali na pendekezo la katiba mpya liliwekwa pembeni. Kama kutetea Watanzania na kupata haki ya Watanzania ingekuwa ni kwenda bungeni, mmeona mwaka 2015, mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wengi lakini hoja zao hazikupitishwa zaidi ya wabunge wetu kunyanyasa na maspika wa bunge la chama cha Mapinduzi kwa hiyo hawa wanaondoka kwamba wananyimwa fursa, sio kwamba wanahitaji fursa, bado wanahitaji kutimiza fursa ya matakwa ya familia zao, sio wa Tanzania. Mimi, kama mwenyekiti wa Dodoma na mwenyekiti wa makao makuu, mwenyekiti namba moja, ninawasihi viongozi wenzangu popote walipo wasimamie haki ya Watanzania, sio kusimamia haki ya matumbo yao, sio kuingia kwenye chama kutaka kugombea nafasi za serikali ili kujinufaisha wao, wasimamie haki na wasiteteleke. Huku wanakokwenda hawaendi wote kuwa wabunge wala kwenda kuwa madiwani, bali wanaenda kunyanyasika na chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi kinatumia mkono huu mkubwa wa kutikisa watu, kuambia wahamie kwenye vyama vingine, ili wapate fursa ya kuonekana walifanya uchaguzi wa huru na haki, kitu ambacho hakiwezi kutokea. Kwa hiyo hawa viongozi wenzangu, ambao wanajifanya wanaondoka, wanasema tumi chama cha chadema kiwanyima kiwa fursa ya kuingia kwenye uchaguzi. Unaingia kwenye uchaguzi gani ambao umeshaibwa? na ni wasi hata huko wanakokwenda, sisi tunajua maji hayakai na mafuta, maji atajitenga, mafuta atabaki peke yake. Sisi tunaobaki kulipigania taifa ili kuwapigania Watanzania, sisi tutaenda kwa Chadema imara na tutaenda kusimama imara.